Vizuri, mambo mimi? Safi, poa. Nakula nyama ngamia jamani, mbona hivyo? Ah, nakula nyama, hii sio nyama ng'ombe, sio nyama ng'ombe. Mimi nakula nyama ngamia jamani. Umeonaje kwanza mwitikio wa mashabiki kwenye supu? Nyinyi ni mabingwa tayari wa soka Tanzania Bara. Nyama ngamia tamu sana. Lakini ng'ombe kitu kimoja jamaa, la kwanza sisi wana Yanga <todaria> Tuna kauli ya kusema, mayashkuru kalila hata kathira jida, asiye kushukuru kidogo hata ukimpa kikubwa hawezi akashukuru. Lakini yote kwa yote mimi niwaambie kitu kimoja, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupa mwekezaji ambaye anajua masala ya kidini. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupa Muhammad Saidi Ghalib Bilal Muhammad Saidi, ambaye yeye ni mwekezaji mkuu, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mmiliki mbne mkuu wa kampuni ya GSM yeye yeah, ana masuala yote ambayo anafahamu ya kidini, dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Anajua kwamba ifikie kipindi katika kichuma unachokichuma uwe unatoa kwa niaba ya watu wengine ambao hawajawahi kupata vitu kama hivyo. Mimi binafsi nikwambia kitu kimoja, ni mara yangu ya kwanza kula nyama ya ngamia. Acha basi mara yangu ya kwanza kula nyama ya ngamia kabisa. Kwa hiyo kama ingekuwa sio mwekezaji wetu. Sasa ngoja tuendelee na shombo, shombo linaendelea. Hii ni wiki ya masimango. Hakuna kitu ambacho kimetufurahisha sisi wana yanga kama kukabidhiwa ubingwa na Simba Sports Club, mbele ya mtani ndio katukabidhi sisi ubingwa. Yaani kinachowauma Simba, kinachowauma Simba sio Yanga kumfunga Simba. Swala la Yanga kumfunga Simba ni jambo la kawaida sana, tumezoea mara nyingi. Hata kutamsha sanane usiku ni kawaida tu kumfunga Simba, umeelewa. Ila Simba kumfunga Yanga ni jambo la bahati nasibu kama alivyokuwa mwekezaji wao Mo Dewji, umeelewa. Sisi kilichowauma zaidi Simba ni ubingwa ambao wamekwenda kuushika wenyewe wakatukabidhi sisi. Miaka yote ni kwamba unakuta tunakutana na Simba aliyakuwa tayari mmoja akishakuwa yani tayari yani kisha kuwa bingwa, umeelewa vizuri. Kwa hiyo au unakuta ya Simba tumeshacheza naye tumemaliza, mwisho wa siku tunakutana na watu ndio nakuja kutukabidhi ubingwa. Safari hii ilikuwa bato la maana Dabi hii ilikuwa ni dabi ambayo ilichezwa kwa fainali. Hakuna kitu ambacho kimetufurahisha zaidi kama kupata marefarii kutoka nje ambao waliwataka wao wenyewe, na wao wenyewe wakaja wakaihukumu dabi. Mwisho wa siku tumechukua ubingwa mbele ya Simba Sports Club. Eh bwana mwana Simba, kama hujawahi kula nyama nga, ya ngamia hii hapa, hii, hii, hii ni wiki ya masimango yeah. Hii ni wiki ya masimango yaani, hapa tuna uchambuzi. Hii ni wiki ya masimango macha uchambuzi na nini Nendeni kwa kina Rafaeli huko, nendeni kwa kina Rafaeli, sisi Kiingereza akina nani, nendeni wakatambua mpira. Sisi ni wiki ya masimango, kama hujawahi kula nyama ngamia, njoo jangwani ule nyama ngamia.